Si karibuni sana kwa YouTube channel ya Mama Jimmy. Najua labda sauti yangu itakuwa chini, nimesahau kutumia microphone lakini sisi tuko tu. Papa Jimmy ndiye alikuwa mgonjwa lakini saa hizi si mbaya, ameenda kazi. Nafikiria mafuta yanaanza kupoa kidogo. Sasa hivi tuko sawa bado kukohoa, ndiye anakohoa sana. Bado tumeamka. Kuna video nimetoa, nilitoa jana nikadelete ilikuwa ina wimbo ni waka, waka ikakataliwa nikatoa juzi jana tena nikapost leo ikafika asubuhi. Hiyo video imekuwa imeenda mzuri tena nikasahau nikafinya juu ilikuwa inasema bado ina upload. So mimi nikachukua hiyo video juu ilikaa ni mbili. Sasa nikafikiri labda nyingine nimetuma mistake. Sasa nika delete tena hii. E, nimesikia vibaya, nimesikia vibaya sana. Lakini mkiwacha video kumbuka kusubscribe, mshare, mcomment, mlike alafu watu Naomba please mwende msachi, kuna video, kuna saini, kuna channel nime ya Mama Jimmy, saini inatoa kidogo kidogo, hata bado sijakuwa serious. Kwa nini? Yani najaribu kuvuruta watu wakuje nini mambo na home. Ni home making craft, alafu nimeweka mbele Mama Jimmy ndio watu wanipate raise, juu unajua, watu wengi saa zingine na watoto ama mimi natengeneza. Mujaribu muende musubscribe kwa hiyo channel, musearch, musubscribe, mushare, mucomment. Zaidi ya hayo niko sawa. Sasa sahi mimi ndio nimekuwa mgonjwa, eh, tumbo imenisumbua juzi, tangu juzi jana. Sasa una, unajua kama inabidi ujikaze tu nini. Sasa mimi sasa na homa imeanza tena kidogo kidogo lakini uzuri vile baba Jimmy anaamkanga akienda kazi, unajua anaamka kama 550 sisi yo 550 mimi naamkanga na yeye. Yeye atalala ataendelea kulala kiasi. Halafu mimi niamke niweke kila kitu ready yenye anabeba kazi: chakula, maji, kumpakia kila kitu ya kwenda nayo, halafu sasa ataamka baadaye kiasi. Halafu, mambo sindi, umeamka tuone mama kufunika najua leo baridi. blanketi ya bluu gani mama iko huko? ah, enda angalia kwa rumu ya mama. Kameamuka amelalakalika kamelala kame. Unajua saya hapa ni 6.59 ni asubuhi sasa. Baba Jimmy aliamuka, mimi nikashughulika shughuli kiasi kiasi, moja mbili, alafu mtupea idea ya content. Lakini mapranga hapana, kuna mwenye alimpea idea mzuri niliona kwa comment. nafikiri hiyo. Lakini hiyo unajua, inafaa nipange na watoto, sijui kama watakubali hiyo yu iko sawa. Wanataka ati mambo na kufill bottles, sijui nini, vitu mingi watu wanataka nifanye. Tutajaribu, tutajaribu kama itafaa tufanye nini. Unajua nita, sasa inafaa nitafute chakula tamu alafu ni, ni wa, invite wa ni hiyo chakula tamu alafu tufanye, alafu magonjwa tu kiasi kiasi, unajua tulianza ni mashida za zingine. Unajua mashida, tunashangaa kweli, imekuwa tu vita hivi na hivi. Alafu lakini Mungu anaendelea kutupigania mara ndio tunaanza kujenga, mara magonjwa, mara ana haka account, mara vitu mingi imefanyika tu, lakini kila kitu tunaachia Mungu. Ukiamini Mungu kwa kila kitu, inatendeka na kuwa sawa kabisa. Zaidi ya hayo, tuko tu sawa, watoto ni wazima, Jimmy wako sawa. Mimi sasa saa hii ndio nimeanza tangu juzi nimeanza sikii vizuri kichwa nini sikii vizuri na gonje ka gonje na gonje ka gonje Jimmy asanti unajua saa hii nafunguanga mbwa kama 7 nilikuwa nafungua mapema lakini huenda nje na nini najaribu kuchelewa kidogo lakini Jimmy amenisaidia akiamka already anaenda kufungua milango mama baba kuja ndio haji mama <laughs> Nasimbia oja ni hug wakiamka hmm, asubuhi nafaa wakuje, hmm, hadi mama akiamka. Ni Legos huyo, anapenda kucheza na vitu. Sasa nimeamka hivyo, nikashughulika. Unajua baba Jimmy, akiamka hiyo asubuhi, mimi nikifanya kazi immediately, huwa naanza yake hiyo asubuhi mapema, mimi naosha hivyo tu nitaosha vyombo nikilini nyumba kila kitu kama sahi, nimeshamaliza kila kitu sasa. Watoto wameamka, nitawatengenezea breakfast, alafu niendelee na kazi nyingine ya kawaida yenye itakuwa iko hivyo hivyo tu, na maisha inaendelea. Lakini zaidi ya hayo, tuko sawa, watu mnatuombea. Unajua saa zingine, unajua vitu ya kubelieve, inaitwa kubelieve. Mimi siku hizi hiyo vitu vilitoka kwa mawazo yangu, mwamba watu watakuroga watafanya nini, unajua Ukiwaambia watu kwa mtandao, kuna wale wako na na moyo wa kukuombea na kuna wenye wanakutakia, si wote tu unafikiria tu wote wa wote, wa, wote watakuwa wazuri, na tusitarajie tu kila kitu ati tutakuwa tu perfect kwa kila mtu. Usitarajie, usiwahi tarajie hiyo. Wewe jua kitu ya kwanza, Mungu ndiye anajua moyo wako. Mungu ndiye anajua vile uko Mama. Mungu ndiye anajua kila kitu. Unajua mwanadamu anaweza waza kitu yoyote tu Mama. Acha nikufunike kwa basi, wewe utashare na Mama. Sasa, usiwahi tarajia kupendwa na kila mtu, na usiwahi tarajia ati ati kila mtu atakuwa tu hapo kwa sababu yako. Mimi nakwambia nilikuwa hiyo shida ati mimi sijui kama watu hii watu kunikataa, hiyo ni ngumu nisema watu watu wanipendi sijui kama nimekutana na wale tu wanita, labda kuna wengine tu ni saa zingine wengine, ni wivu nini, lakini sijakutana nao wengi. Lakini kitu kingine mimi huwa sijali. <laughs> Unipende ukose kunipenda mimi nayo huwa sijali. Sial unaishi tu siku hizi, unabaki tu huko, ni kama uko ni kama hauyuko. Kwa mfano hata usikie kitu unajifanyani kama umesikia ni ni kama hujasikia yaani. Unajua, kitambo ilikuwa ikisikia kitu ama nini, mtu amesikia labda kwangu kitu nini, itakuwa nakaleka uoga na wasiwasi -wasi. Unajua, uoga inaambatananga na vitu mingi sana uoga inaambatana na vitu mingi sana. Sasa mimi nilikuwa leo ni shule shule wanaanza kama saa mbili na nusu sasa inafaa nikitoka hapa nirekodi waenda kule breakfast sasa kumbe ukivaa naitwa inaitwa silaha ya Yesu ukishaivaa, na uivae kabisa na ukubali na ujisalimishe kabisa, na kwambia, ukiwa na Yesu utaishi na raha mpaka utashanga, hata ikuje magumu, hata upitie gani, inakuja tu kwa ma second tu, ama kwa ma 30 minutes ikuchokore tu gonge, usikie vibaya na unakemea tu, unajikutanga tu umekemea na unakuwa sawa na inapotea hata inakaa haikukua inakaa haikukua hata hata najiuliza sana. Baki nafikanga time saa zingine nikisikia kitu ama nione kitu sisiki vibaya ama nisikie vibaya kidogo, alafu inapotea tu mara moja mpaka narudi nauliza Mungu. Na Mungu ulinifanyia nini? Kwani Mungu yeye ulinifanyia nini hanu ulinifanya haje? Yaani ndio unabaki tu ukijiuliza hiyo swali na upati jibu. Yaani wewe, unajua sasa zingine hata una, u, ni kama ukiingia ndani ya Yesu sasa unajua sasa zingine unapata uh, mtu mtu anakutusi, anafanya kama hii comment section unapata watu wanaongeanga vibaya, nini vitu zingine. Watu wanasema Mama Jimmy, na wewe unawaacha tu. Wewe kweli, hiyo wewe ujaliwi na hizo vitu nini? Wengine wanataka u uh, ujibishane uh, uh, na watu ama uendelee ama we nao comment useme kitu lakini, kumbuka hizi vita si vyetu. Hizi vita tunaachia nani? Mungu. Sasa ukiwacha kwa Mungu kabisa, umejisalimisha kwa Yesu kabisa, hakuna mimi. Niko tu mimi, yani hata sijui mimi mimi mimi. Kitu kingine naona, ah, niko na Mungu kwa kila kitu, kwa maisha yangu naacha kwa mkono wa Mungu tangu ni nikundwe hiyo kitu. Siku hizi mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, ah, na mimi naishi tu na amani Sijalingi ione yoyote sema nipende, usiponipenda mimi sijali, niongee ukose kuniongea mimi sijali, mimi maisha yangu imebaki iko tu kwa mikono ya Yesu. Ani siku hizi niko tu, labda kitu yenye inaweza baki tu nisikie vibaya kiasi kiasi, labda wakati mwingine, unajua kama sisi kawaida watu wa ndoa, mna wivu na bwana mnapishana kidogo nini, hiyo ndio unaweza sikia mtu mwenye uko naye karibu kila wakati, hiyo ni obvious huyo ndio wako, lakini kama ni nje ni ama kitu yoyote, mimi wasisikii mbaya hata kidogo, hata nijali, hata ufanye nini siwezi. Siku hizi nimebaki tu maisha yangu mimi tu na Mungu, na saa hii familia yenye Mungu amenibariki hapa ndani, baba Jimmy na watoto. Lakini unajua kwa watu watu wananisukuma sana zingine, kwa kusema hivi, nini, watu wa kuache nini, wao ujali, usijiweke, usiwaibishana na watu, usiwai. Sisi kwa hii dunia yenye makuja hapa ni tupendane. Mtu asipokupenda wewe usijali, uendelea kumpenda tu. Kitu ya maana ni upendo, tupendane, lakini usiangalie nyenye mtu ana, usiangalie huyo akai na mimi, huyo afanyi na nini na nini, huyu afanyi hiyo a, a, a, a, a. <laughs> Mi hata siku hizi zingine najiuliza kumbe, ukiingia ndani ya Yesu unaweza kaa hata ufikiri unakaa mchinga, kwa sababu watu wanakulemea sana. Lakini hapana, unajua kwa sababu Mungu amesha kuingia, na Mungu amesha, yani Mungu hata anaweza kupea hekima ya ku kuongoza watu. Tukiwa kwa watu, kitu imekutokea, uwezi bishana nao, kwa sababu kumbuka vita si vyetu. Vita yako waachia Mungu apigane naye yenyewe, waachana naye kabisa. Biblia inasema vizuri, mtu asiponyenyekea kama mtoto mdogo Mungu, kila kila siku siku siku tunafanya vitu yenye furahishi Mungu, kila siku tunatenda dhambi, kila siku. Ungejua saa ama wakati mwizi anakuja, wakati ungekuwa umeshaji prepare lakini kwa sababu haujui ni kama sema Mungu akirudi saa hii sisi bado tunatenda dhambi, tunafanya vituko ambayo watu waoni kila wakati kila una, unaniona kwa sababu mimi ni Mkristo, mimi ni perfect, mimi ni nini, mimi ni perfect, mwingine ni hivi, mwingine tena, kitu ya maana kujifunza. Unajua sisi ni, ni maisha Ma, hiyo kitu tumepitia na baba Jimmy, mambo na huduma si mchezo, tumepitia vitu mingi Kenya, vituko, mambo ya watu nini mpaka inabidi mahali unaanza kuongea unaanza kukufa watu ni moyo unaanza hata kukosa, upendo kwa watu. Lakini, kwa sababu Mungu anatujua na anatupenda anatupenda sisi mpaka akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwamini asipotee, bali tuwe na uzima wa milele, kwa sababu Mungu alitupenda. Nani anaweza toa mtoto wake kama dhabihu na ajisalimishe na atuokoe sisi? Hakuna kwa mwanadamu, hiyo ni ngumu hiyo ni ngumu ngumu, ngumu, ngumu ngumu zaidi, lakini tuling'ang'ana mpaka ilifika wakati sasa, ile upendo sasa unaanza kuonyesha upendo inaanza kukuja sasa. Zingine unajua unapitianga magumu na mtu mpaka unarudi unaanza kuongea, unajikuta unaanza kuongea vibaya kwa watu, unaanza kuchoka tu na mambo ya watu, kwa sababu unajua wanadamu ni wanadamu tu. Kitu yenye inabaki wewe mwachie tu Mungu na umwombe alafu wakati inafika, mimi unajua, si zingine kudiscuss watu sio mzuri, nafaa kuchunga, unakaa ukiongea fikiria. Mimi kitu nilikuja nikajifunza, yani, nafaa to feel hiyo kitu yenye unaongelea mwenzako, na wewe vile una wewe, ukiongelewa na usikia, utasikia aje hiyo pain, hiyo pain yenyewe unasikia hiyo uchungu. Wacha mwingine naye afanye nini? Wacha ufili kama kama huyo mwingine naye anafili hiyo kitu, sio mzuri kwa sababu vile wewe mwenyewe unaongea, alafu sinja utatulia, unasikia, unaongea na huyo akikusikia atasikia uchungu, na wewe ukiongelewa, fikiria hiyo kitu. Siku hizi mimi niko tu maisha yangu hivyo tu, niko tu yani sijali, hata sijui nini inaendelea <laughs> Siju. Mimi maisha yangu saa hii tu kitu ya maana Mungu na nikuwe na upendo Mungu ni kuwa karibu na Mungu. Kishajisalimisha na upendo tusifanye upendo tu ati ya kufurahisha watu kwa sababu watu wanasema tupendane. Tusifanye upendo ya kumaanisha. Upendo itoke ndani na tusijagwe jagwe. Upendo toke ndani. Tusiseme tu upendo ati kwa sababu Biblia inasema wacha nifanye upendo na nifanya kwa kulazimisha. Na hapo unatoka hapo utadiscuss mtu, utadiscuss utaongea huyu huyu kila siku atupenda. Mimi nafurahi, unajua Kenya tulikuwa napitia vitu mingi sana, nini mambo na huduma nini, utapata tu watu kila wakati, mara kuna vituko mara nini. Sasa kila wakati itabidi uongeke. Sasa mimi niko kwa hii nyumba tu, mimi maisha yangu, mimi nafanya content yangu kila wakati, tunakutana na Papa Jimmy na watoto wangu, tunakaa hapo, napiga maisha inaendelea kwa hii nyumba tu, hiyo tu kawaida ma content ni. Itafika time watu utapata, utasikia ho hivi ho hivi ho hivi lakini kitu yenye namisi Kenya kunatia watu moyo, mnaongea mnao, siku moja Mungu akipenda, tutafanya hiyo kitu, na ina na itafanya nini, atapata watu hata wa kufundisha. Lakini mjifunze upendo na upendo yenu isiwe ya kwa macho, kwa sababu amesema tupendane, tuonyeshe tu kwa macho, tupendane na kumaanisha hiyo tu. Mimi nilikuwa nasema tu hiyo. Bye.